Bwana Yesu asifiwe. Leo ninakuletea somo linalosema malipo kutokana na kazi unayoifanya kwa uaminifu. Kila mwanadamu ameletwa duniani na Mungu kwa ajili ya kutimiza kusudi maalum, kama vile ilivyo uh, bosi fulani au mmiliki wa kampuni anavyoajiri watu katika kampuni lake. Hawezi kumlipa mtu ndani ya pale anapoanza kazi bali hulipwa kwa pale ambapo anamaliza kazi. Ndivyo ilivyo na Mungu, na ndio maana Biblia inasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote, ndipo hayo mengine utazidishiwa. Tunaona wafanyakazi wanalipwa mwisho wa mwezi, kwa maana ya tarehe 25 wengine tarehe 30 wengine tarehe 31 kwa sababu ni malipo baada ya kazi. Hivyo na Mungu anatutaka kwamba tufanye kazi ionekane na baada ya hapo ndipo tunapokea yale malipo. Lakini badala yake, watu wengi tumekuwa tukifanya kinyume cha hayo, na ndio maana tunakosana na mpango wa Mungu na kuona kwamba Mungu ni dhalimu, Mungu ana upendeleo, Mungu labda amefanya kwa namna fulani ya kutunyima. Lakini si kweli, Mungu anatamani kuona umefanya kazi, na kipimo cha kazi ndicho kitakwenda kuamua malipo gani unakwenda kuyapata. Huwezi kufanya kazi nusu ambayo umeagiziwa halafu baadaye ukataka kupata mshahara wote. Huwezi ukaingia kwenye kampuni ukalala na kusinzia halafu mwisho wa mwezi ukasubiri malipo. Lakini pia vivyo hivyo kwa Mungu wetu aliye juu mbinguni, kwa kadri ya ulivyotenda, kwa kadri ya kazi uliyoifanya katika kampuni ambalo ni dunia na ulimwengu ambao umetuleta ndivyo utakavyopokea malipo. Hivyo mtu wa Mungu, ili ulipwe sana na Mungu, fanya kazi sana ili upate matokeo makubwa kwa Mungu. Sababisha matokeo makubwa katika ulimwengu ambao amekuweka hutalaumu, hutalalamika, hutaona ukinyimwa, hutaona ukionewa. Kazi yako ndiyo itakupa malipo, kazi yako ndiyo itakupa matokeo na utaona faida katika ufalme wa Mungu. Epuka kulalamika, epuka kuona kwamba kazi ya Mungu ni mzigo, kwa sababu alikutoa juu mbinguni akakushusha duniani na amesema liko kusudi, na amekupa vipawa, amekupa kalama ili katika hizo uweze kusababisha matokeo na hayo matokeo yaweze kukuletea faida. Mfalme Daudi alipomaliza kazi yake aliyoitiwa duniani, alipotimiza kusudi, alipokea malipo. Lakini kuna mtumishi wa Mungu, mtume Paulo yeye asema, mwendo nimeumaliza, vita nimevipiga, imani nimeilinda. Alipokea mede nzuri, zawadi ndiyo malipo yake. Kwa hiyo mtu wa Mungu endelea kufanya kazi ya Mungu, malipo yapo kulingana na kazi yako. Amen.